Na, mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo labda ulikuwa hujavifuatilia kwa ukaribu ulikuwa hujajua ni kwamba baada tu ya video kusambaa mtandaoni ambazo zilikuwa zinaonyesha hawa wadada wanachuo wakiwa wanadhalilishana, kumnyoa mwenzao nywele, kumvua nguo, kummwagia maji, kumpiga, kumsema, e, kumtukana na vitu vingine kama hivyo kusambaa huko mtandaoni, alikuwa amesambaza alikuwa ni Mange Kimambi na analifanyia kazi hili swala haraka iwezekanavyo, kupitia kurasa wa Instagram wa Mheshimiwa Gwajima ambaye ni waziri eh, wa Uh, huyu ni tunafahamu kabisa kwamba Mheshimiwa Gwajima yeye ni waziri wa maendeleo jinsia wanawake na makundi maalum. Ameandika hapo kupitia ukurasa wake wa Instagram haraka tu, baada ya kuziona hizo video zikiwa zimesambaa. Ameandika kwamba makubwa haya, yaani wakati tunapambania wanawake wasikatiliwe, eh, kumbe baadhi yao wanakatiliana, wanakatiliana na na, na kudhalilishana wao kwa wao na kujidhalilisha wenyewe pia. Hawa waliofanya waliomfanyia mwenzao hivi, ni jambo baya ambalo halina utu na ni ujinga wa hali ya juu. Naomba namba ya huyo binti aliyefanyiwa udhalilishaji huu eh, au, au mpeni namba ya kwangu. Mheshimiwa Gwajima akatoa hapo namba yake akasema kwamba anitumie SMS, eh, tunatakiwa kwanza kabisa tumpe msaada wa kisaikolojia atulie, kisha atupe ushirikiano wa kuwashtaki hao waliomfanyia haya. Pia naomba mumstiri ya identity yake kwa kumwekea shade, yani kama watu wakiwa na posti hizi habari basi wamwekee kivuli eh, ili asionekane sura yake kwa ajili ya kumstiri, kwa sababu hizi video zinazozidi kusambaa kwake yeye ni fedhea kubwa na udhalilishaji ni kama vile unaendelea. Kwa hiyo mheshimiwa ametoa hiyo hiyo ilani. Pia akasema kwamba aidha, wanadamu tusihukumiane, maana kila mmoja duniani amepungukiwa na utukufu e, tusihukumu wengine kwa mtindo kwa mitindo, kwa mtindo usiofaa kabisa na ulio kinyume na sheria na utu wote. Akamtagi pia Mange Kimambi kwa sababu Mange ndiye aliyeraise awareness watu wakafahamu kwamba nini ambacho kimetokea huko mitandaoni au kilichotokea huko vyuoni katika hicho chuo cha UDSM kwamba wanawake hawa walikuwa wakimpigania Mwijaku na kudhalilishana kiasi hicho na video kusambazwa mitandaoni. Sasa baada ya hapo ni kwamba Mheshimiwa Gwajima bwana akatoa shukurani bana, maana watu haraka sana wakamunganisha waka na huyu binti ambaye amefanyiwa hili eh, hili jambo la udhalilishaji na mheshimiwa akashukuru haraka sana. Umeona ameshukuru kwamba amepata amepata mawasiliano na yule binti. Hapa mheshimiwa Gajima ameandika kwamba nashukuru, nimepata mawasiliano, nimeongea naye, ngoja tufanyie kazi hii haikubaliki kwenye dunia ya wastaarabu, umeona bwana. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hapa kuna page imekuja kuripoti wakiwa wameandika kwamba mheshimiwa Dr. Gwajima waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, baada ya kuona video ya tukio la binti huyo akipigwa na kuteswa, kisa amekuwa na mahusiano na Mwijaku kusambaa mtandaoni, ameamua kufanyia kazi haraka iwezekanavyo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tukao tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.